Yo, yo, yo, yo nimekonda kweli. Mm. Mm. Uh. Uh. Uh.

Tumiguu sasa huh? Tumiguu ndo tumeisha, tunamshukuru <laughs> Mungu, tumetoka. Tunarudi tena mazoezi, niko na rikava, nakula tu, natembea, nakimbia, nikirudi mwanaume tena, kifua changu kimeisha e. Taka nifige na lasta.

Kaambia tuli sisi tunajua kuwapambana hapa sauzi, nyesi wavivu, baba yake mnapenda kunywa bia, sisi tunafanya kazi hapa sauzi mpaka tunapata ma ID eh, yani mpaka tunapiku nyie. Ndio ndio tukifanya hicho pambana mpaka Mungu aseme yes. Lakini jamani Mungu mkubwa, God is great, Mungu ni mkubwa aje? ah,